Mwalimu, karibu kwa mkutano huu na wanahabari, kuelekea mchezo wa kesho ambapo mtakuwa ni wageni wa simba sports club, mjiandaje kumbinu kuelekea mchezo huo? Kwa uh, majina naitwa Charles Fred, mwalimu wa mashujaa msaidizi. Kuhusu mchezo wa kesho na Simba tumejiandaa vizuri uh, mpaka sasa wachezaji wa kuunderstand na pia swala la mbinu na ufundi, timu imeandalewa vizuri kwa ajili ya kuweza kupata pointi tatu muhimu kwa mchezo wa kesho. Mwalimu, tukirejea mchezo uliopita dhidi ya Simba Sports Club mkiwa wenyeji, mchezo ulikuwa mzuri sana, ulikuwa mgumu na kuweza kupoteza katika nyakati za jioni kabisa kwenye mchezo huo. Je, mchezo wa kesho maandalizi yapoje katika matumizi ya nafasi na matumizi ya kuweza safu yako ya ulinzi kutoruhusu goli? Uh, kiukweli, uh, niseme kwamba tangu tume tumeweza kujiunga na na mashujaa na mwenzangu Salma Yanga mpaka sasa hivi, timu tumeweka sawa kila, kila sehemu. Idara ya ulinzi timu iko sawa, idara ya ushambuliaji timu iko sawa. Ndio maana kuna baadhi ya michezo nyuma tumeweza kufanya vizuri, na ukiangalia pia muendelezo wa timu sio mbaya, ni mzuri. Lakini tukisema mchezo uliopita ambao tumeweza kupata ushindi mwishoni, na kitu pekee ambacho tunasema huu mchezo wa kesho tumejiandaa vile kupata kufanya kufanya mwendelezo mzuri kwenye kwenye kwenye kwenye mchezo wa kesho. Na na kiujumla niseme kwamba changamoto itakuwa kubwa sana, najua kwa sababu ni timu zombo tunakutana nayo ina ina ina wachezaji wazuri ambao wanaweza kufanya pressure yote kuweza kufanya makosa na kuna nini na kuruhusu magoli, lakini sisi tumeandaa timu vizuri, defense iko vizuri na tumeandaa timu kuwa imara kuweza kukutana na yeyote ambaye Simba atakuja nayo. Swali kwa mwalimu kuingia finali kwenye mashindano ya CAF. Kwa hiyo niwapongeze kwa hilo pia. Kwa hiyo tunajua tunakutana timu bora. Kwa hiyo kwa muda ambao tumekuwa nao hapa Dar es Salaam tumeweza kufanya mazoezi kuiandaa timu kwa mazoezi kuweka sawa ili kuweza kuwakabili wapinzani ambao tunakutana nao kiufundi. ya Tumepata muda mwingi kuiangalia Simba, mechi nyingi zimecheza, lakini hatuwezi kusema kwamba alivyocheza kwenye mashindano ya kafu basi ndipo atakuja kucheza kama, kama mashindano ya, ya NMS Premier League. Kwa hiyo tunajua atakuja tofauti, lakini sisi pia tumejiandaa kwa aliyo yote ile ambayo anakuja nayo Simba kuweza kumkabili na kummanage. Kwanza kabisa tuna tunaamini pia hata safu ambayo ambayo iko nayo ya, ya washambuliaji ni nzuri ya, ya wana quality players ambao wana uwezo kukuadhibu muda wote. So tumeiandaa timu vizuri kuweza kuimanage kwa namna yote ile kuweza kuwakabili vizuri. Na tumeandaa timu vizuri kuweza kupata pointi tatu. Karibu swali hivu tunaamini kwenye michezo, hamasa uh, ni muhimu zaidi. Na bila shaka kwenye mchezo huu kuna sehemu ya hamasa kwa mashabiki, kwa uongozi, kwa wachezaji. Na kama inatokea tumewekewa hela maana kabla kabla milioni mia, unadhani inaweza ikaongeza hamasa kwa wachezaji ama inaweza ikaondoa mpango wa mwalimu? Mi nisemi tu kwamba nizungumze upande wa kiufundi. Hiyo swala la hamasa siwezi kulisema sana kwa sababu sio sehemu yangu. Mimi niko hapa kuongea swala la kiufundi. Kwa hiyo, mimi kama mwalimu, timu tumeandaa vizuri sana kiufundi kuweza kuwadhibiti kuwa, kuwa Simba na kuweza kushinda mechi ya kesho.